Naam, sasa sheria mpya itawianisha ushuru na ada zinazotozwa na, na serikali za kaunti itaanza kutekelezwa hivi karibuni katika juhudi za kusitisha urudufishaji wa ushuru. Waziri wa Biashara na Uwekezaji Lee Kinyanjui amesema mswada wa uwianishaji wa ushuru kwenye kaunti utapunguza ongezeko la bei za bidhaa linalosababishwa na viwango tofauti vya ushuru kwenye magatuzi. Tupate haya katika mseto wa taarifa ifuatayo. Kaunti za Nairobi, Kiambu, Murang'a na Nyeri ndizo zinazowavutia wawekezaji kwa wingi zaidi umwe nchini. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya ushindani wa kibiashara kwenye kaunti ya mwaka 2024 inayoashiria kwamba kaunti hizo zina viwango vinavyodhibitiwa vya ushuru, wafanyakazi wenye ujuzi na muundo mbinu bora. Kwenye upande mwingine, kaunti za Wajia, Tanariva na Garisa zinawavutia wawekezaji wachache kutokana na miundombinu duni na hali isiyotabirika ya ushuru. Ili kuzifanya kaunti kuwa vivutio vya uwekezaji, serikali imebuni mswada wa uwianishaji wa ushuru kwa lengo la kulainisha mifumo iliyoko.

Kwingineko, idara ya kilimo inapiga upato kuajiriwa kwa wataalam zaidi wa kilimo ili kupiga jeki uzalishaji kwenye sekta ndogo ya ufugaji. Katibu katika idara hiyo Kiprono Rono amesema kuongeza maarifa kuhusu uongezaji dhamani bidhaa za kilimo ni nguzo ya kujitosheleza kwa chakula kwa taifa hili. Uh, we'll

Mwishowe, shirika la ushirikiano kwenye utafiti wa kijamii na uongozi barani Afrika linapendekeza kubuniwa kwa sera zilizojikita kwenye hali halisi ili kunawirisha bara hili. Shirika hilo linasema bara Afrika linaweza kustawi zaidi iwapo uhusiano baina ya wabuni sera, watafiti na wasomi utaimarishwa.